hii kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi kama wilaya ya Karatu tuna furaha kubwa sana, kama mnavyoona tumepokea mabomba yenye thamani ya milioni themanini na mbili na laki tano kama ahadi aliyotoa kuhakikisha kwamba maji katika kijiji cha Mangafi yanafika. Kama mnavyofahamu tulikuwa na tatizo kubwa la maji Karatu hapa, wakati wa mvua visima viliweza kuzama na pampu nyingi hazikuweza kufanya kazi, lakini kutokana na wananchi wa Karatu wa kushirikiana kwa ushirikiano mkubwa walionao na serikali yao, Mheshimiwa Rais aliahidi kutoa milioni 45, 145 kuhakikisha kwamba anafufua visima hivyo ili maji yaweze kusambaa zaidi ya asilimia themanini kwenye mji wa Karatu. Na hapa mnavyoona, ni ushahidi tosha ni wiki moja imepita, Mheshimiwa Rais aliahidi kwamba maji ya Karatu yatakuwa zaidi ya asilimia 95, na hapa tunajiona ujio wa mabomba ya milioni 82.5, ambapo sasa mabomba haya yanaenda kusambaza maji katika mitaro yote ya bwawani hii na kuhakikisha kwamba wananchi wanaondokana na adha ya kutokuwa na maji katika visima vyao, lakini kwa sasa maji yanaenda kupatikana kwa asilimia kubwa, na tunamshukuru sana rais wetu kwa kuhakikisha kwamba wilaya yetu ya Karatu sasa ile tatizo la maji limepungua. Vilevile nawashukuru wizara ya maji kwa katibu mkuu, pia ameendelea kuhakikisha kwamba anachimba visima. Hadi sasa tuna visima sita na tumeendelea kuhakikisha kwamba maji yamesambaa. Kwa sasa hatuna shida ya maji na tunaendelea kuboresha zaidi. Mimi kwa jina naitwa Lucian Akonay ambapo ndio mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Karatu, sisi mimi binafsi nishukuru shukuru mheshimiwa mwenyekiti wetu wa taifa wa Chama cha Mapinduzi ambapo aliahidi siku alipokuja kwenye kampeni hapa kwamba maji yatakuwa yatachukuliwa hatua kwa haraka sana na leo ndio tunapokea la mabomba ambapo tayari sasa tunapokea mabomba haya kwa ajili ya kusafirisha maji kutoka kwenye boreholes kwenda kupeleka kwenye tenki la maji. Lakini baada ya hapo, basi ata supply katika maeneo wa ambayo wananchi wanakwenda kupata maji kwa haraka sana. Lakini mimi binafsi nimshukuru mama dr Samia Suluhu Hassan, lakini na katibu mkuu wa wizara ya maji, lakini vilevile na waziri wa maji Juma Aweso alishawahi kufika mara nyingi hapa kwa ajili ya kutatua tatizo kubwa ambalo tulilipata, hata wakati wa mafuriko ya maji ambayo ilitokea katika bwawa letu hili la Karatu. Lakini kwa ujumla tunamshukuru, tunawashukuru wote, ambapo tayari tasa leo tunapokea mabomba kwa ajili ya, ya kusupply maji haya, lakini mwisho kabisa ni nimpongeze Mheshimiwa Mweshimua Rais kwa sababu kwa Karatu kwa kweli ametupa jicho muda wote, alikuwa ametupatia maji, ametupatia ma, ma, ma, mavitu ambavyo nahitaji maji yale ambayo tunahitaji kwa ajili ya kusupply maji. Lakini vilevile tunamshukuru kwa sababu aa, kwa Karatu kwa kweli toka amekuwa katika awamu yake hii ya sita, alituangalia sana kwa swala la maji, lakini pia afya, lakini pia na mambo mengine ambayo tayari leo Karatu miundombinu barabara na barabara zinawekwa za lami mjini. Kwa hiyo kwa kweli kwa amu yake hii tumepata manufaa makubwa sana juu yake. Sisi kama chama cha mapinduzi wilaya karatu tutampatia kura nyingi sana sana sana sana, karibu asilimia ya tisini na tisa kwa kweli tuna hakika ya kuhakikisha kwamba leo tunaondoka hapa kwa ajili ya kwenda kumwombea kura za, za, za, za, za, za ushindi wa uhakika wa kwa kweli tunamshukuru sana mama Samia Suluhu Hassan, lakini pia vilevile vile, tumshukuru na mheshimiwa mbunge kwa sababu, kama si mbunge kwenda kupeleka taarifa ya shida ya maji kwa mama Samia Suluhu Hassan, asingejua kama hapa kweli tuna tatizo la maji.